ya Chama Cha Mapinduzi. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh. Hey, asante sana leo hii tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita, Chama Cha Mapinduzi kata ya Ubungo chini ya mwenyekiti wake Bi Sofia Muhiru, kuelekea maadhimisho ya kilele cha miaka 49 ya Chama Cha Mapinduzi kata ya Ubungo tumeadhimisha kwa kufanya usafi wa mazingira leo hii siku ya Jumamosi katika eneo hili la Ubungo Kijazi, tukishirikiana na wanachama wote wa kata ya Ubungo, viongozi mbalimbali na viongozi wa serikali. Tuko pamoja katika kuelekea kuwaletea maendeleo wa Tanzania, hasa Chama cha Mapinduzi. Kauli mbiu yetu sisi tumechagua umoja na amani umoja na amani kwa ajili ya kuwaletea Watanzania wote maendeleo. Kama tunavyoelewa Chama cha Mapinduzi kata ya Ubungo ni chama ambacho kinawatumikia wananchi na, na kufuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Unatuma salamu kwa viongozi wote wa kiserikali kuhakikisha wanatekeleza yale yote ambayo ilani ya Chama cha Mapinduzi inataka kutekeleza, kwa ai kuanzia miradi ya kielimu, sekta ya afya, elimu, barabara, kuhakikisha zote na wananchi walizozisema katika uchaguzi zinaweza kukaguliwa kwa haraka, kama alivyotoa maagizo Mheshimiwa Rais wa Daktari Samia Suluhu Hassan katika siku mia moja za kwake za kwanza za uongozi wake kuhakikisha wananchi wanatekelezewa yale yote aliyoyaahidi. Asanteni sana. Na sasa namkaribisha katibu wa Chama Cha Mapinduzi wa kata hii ya Ubungo Bi Evelyn Sabe ili aweze kuendelea na tangazo hili ambalo linakwenda kuwa tangazo mahususi kwa kuhamasisha umoja na amani katika kata yetu na Tanzania kwa ujumla. CCM oye! Asante sana asante sana mwenezi, bingwa kabisa, msemaji wa Chama cha Mapinduzi katika kata hii bingwa ya Ubungo. Chezea kila kitu, lakini usichezee Ubungo. Ubungo inatisha. Ubungo ina media ya kisasa kabisa, na hapa niwaambie tu kwamba Ubungo Media tuko live, tuko live kwenye TikTok, tuko live YouTube. Ukiingia utatupata. Halafu basi niseme kitu kimoja, Chama cha Mapinduzi kinatisha kwa upendo. Hapa ninawaona baadhi ya waheshimiwa madiwani ya 49 ya Chama cha Mapinduzi oh. a Hii ndio Ubungo. Hmm, hapa ninawaona waheshimiwa madiwani ambao kura hazikutosha. Pamoja na kuwa kura hazikutosha, lakini hapa wapo mstari wa mbele katika kujitokeza kukitumikia chama chao. Nani kama CCM? Hakuna. CCM CCM inatisha jamani. Mheshimiwa katibu wangu. Haya, karibu na wewe utueleze mawili matatu tafadhali.

pamoja nayote aliyotokea tarehe tarehe ishirini na tisa ishirini na tano siku ya uchaguzi, lakini kata ya Ubungo tuko imara, naendelea kukienzi chama chetu, naendelea kuimarisha Chama cha Mapinduzi kuanzia mashina, matawi, kata na hata wilaya ya mkoa na taifa. Tuko tayari katika kuimarisha Chama cha Mapinduzi. baada ya kusema Asante sana, asante sana. Katibu bingwa kabisa! Jamani, wana CCM na wana dar es Salaam, niwaambie, niseme nisiseme, niseme nisiseme, kata yetu CCM kata ya Ubungo mwenyekiti wetu Mheshimiwa Sofia Muhilu ni dada, dada, bongera dada Sofia, bongera dada, dada, dada, dada, bongera dada Sofia, bongera dada, dada. Halafu tena niseme katibu wetu katibu bingwa kabisa, kila tukiingia kwenye mitano tena basi inakuwa mitano tena kwa diwani mbunge na raisi, eh, mpaka wanaamua kununa na kujitumbukiza kwenye pipa la maji ya moto. Jamani, ukijitumbukiza kwenye pipa la maji ya moto utapona utakufa? Eh, basi ndipo hapo mtakapojua. Asanteni sana. CCM oye yeah. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza napenda niwashukuru viongozi wote kata ya Ubungo, wanachama wote, jumuiya zote. Leo ni siku ya kuadhimisha kuzaliwa kwa chama mapi, chama cha mapinduzi hatimaye kimefikisha miaka arobaini na tisa. Sisi kama serikali tunayemwakilisha Mama Dr. Samia Suluhu Hassan tumeshiriki kikamilifu, wenye viti wote wa serikali ya mtaa Ubungo, Ubungo na, na kata ya Ubungo wote wameshiriki kikamilifu katika zoezi hili na wananchi wote wameshiriki wame, kwa hiyo tunapenda kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilani ameitekeleza na kazi zinaendelea. CCM oye, asanteni. Asante sana mwenyekiti wangu, bingwa kabisa. Nani kama mama Ubungo? Naipenda mie wee, acha tu. Haya, kiongozi wangu, karibu sana, useme mawili matatu kuhusiana na miaka arobaini na tisa ya chama chetu, chama bingwa kabisa. Karibu moye nani kama Dr. Samia. Kwa heshima na unyenyekevu, naongea kwa niaba ya wana CCM kata ya Ubungo. Mimi naitwa Salome Sadeka, ni mjumbe wa kamati ya siasa kata ya Ubungo. Leo tuko eneo hili hapa la Kijazi kwa kuadhimisha miaka arobaini na tisa ya kuzaliwa kwa chama chetu cha CCM, chama tawala, chama kinachoshikilia dola toka kilipoundwa. Kwa umoja wetu wana Ubungo, kama unavyoona tumekuja eneo hili hapa kwani serikali imetoa maelekezo kupitia chama chetu kwamba tutunze mazingira. Kwa hiyo, tulikuja kufanya usafi maeneo haya kushirikiana na wadau wa hapa, hata wengine ambao sio wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Tunajua kauli mbiu yetu ya mwaka huu tunatunza amani na upendo kwa maendeleo ya nchi. Kwa sababu gani? kusipokuwa na amani, swala la uchumi halitatulia. Kusipokuwa kuna amani, wawekezaji wanaotoka nchi tofauti hawatakuja kuwekeza. Usipokuwa kuna amani, kama tunavyojua utalii kwa Tanzania ndio umekuwa sisi ndio tuna vivutio na tuna miundombinu rafiki, ukilinganisha na nchi zingine zote, Tanzania ndio namba moja kwa vivutio vya utalii duniani. Hivyo basi serikali kupitia Chama cha Mapinduzi, kwani serikali iliyoko madarakani imetokana na Chama cha Mapinduzi, hivyo inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kumekuwa na amsha amsha. Hata ukiangalia baraza jipya la mawaziri lililoundwa, kila waziri amekuja na kauli mbiu. Hakuna waziri anayekaa ofisini, kila mtu anatekeleza ilani ya chama na kumekuwa kuna mwitikio mkubwa sana. Ukiangalia hata jana tu waziri wa michezo Dr. Amini, Mheshimiwa Paul Makonda ameweza kuhamasisha vijana wote wanaojihusisha na mambo ya kutengeneza content wanaokuwa kwenye hizi online TV, radio, YouTube, TikTok, zimetolewa bilioni mbili.